Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika kwenye Uwanja wa Mazoezi wa Kikosi cha Kutuliza Ghasia FFU, jiji la Mbeya, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, SACP Benjamin Kuzaga, amepongeza hatua hiyo na kutoa wito kwa wakuu wa polisi wa wilaya kuhakikisha vifaa hivyo vinatumika ipasavyo. E, kwanza ni mshukuru Mungu e, kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau wengine na imeshuhudia leo kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya ambayo mwenyekiti wake ambaye ni Rajabu Ghuliku ameweza kufika katika viwanja hivi na kutukabidhi sisi Jeshi la Polisi vitendea kazi, kompyuta saba mpya ambazo zimetolewa na kamati ya usalama barabarani kuhakikisha kwamba zinaenda kusaidia sasa utendaji kazi wa uandaaji wa taarifa zilizo sahihi na zinatumiwa na kikosi cha usalama barabarani, kwamba wale watakao kwenda kuvitumia ambao ni watumiaji kwenye maofisi wavitunze kwa ajili ya, ya, ya kukaa navyo muda mrefu ili viweze kusaidia katika shughuli nzima za jeshi la polisi. Mwenyekiti wa kamati hiyo, mhandisi Rajabu Ghuliku, amesema msaada huo unalenga kuongeza ufanisi wa kudhibiti ajali za barabarani. Lengo ni kurahisisha au kusapoti utendaji kazi kwenye mambo ya usalama barabarani ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, na dhumuni kubwa ni kuhakikisha kwamba utendaji unakuwa rahisi na kuweza kupunguza ajali au matukio mbalimbali ya ajali lengo la kupunguza vifo au majeruhi ambayo yanakuwa yanapatikana kutokana na hizo ajali. Kwa hiyo huu ni mwanzo. Kamati imeweza kukabidhi, lakini tunaendelea kuangalia priorities kutokana na mawasiliano ambayo tunayo na katibu wetu ambaye ni Aratio ndani ya mkoa wetu wa Mbeya atakuwa anatuambia mapungufu, lakini na sisi pia tutakuwa tunapita tunaona kwa ajili ya kurekebisha, ili tuweze kuboresha kabisa na hatimaye ikiwezekana kuweza kuweka kila kitu kikae sawa katika utendaji na kuweza kusimamia vizuri utendaji au uh, usalama barabarani ndani ya mkoa wetu. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mbeya, SP Notker Kilewa, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuboresha utendaji kazi wa kikosi hicho. Uh, binafsi naishukuru kamati pamoja na kwamba mimi ni mmoja kati ya wanakamati lakini naishukuru kamati kwa kukubali uh, ombi letu la kupitisha uh, maombi ya kupata vifaa vitendea kazi kwa maana hizi kompyuta. Wilaya zetu zilikuwa zina mapungufu sana ya vitendea kazi hasa kompyuta katika kuandaa taarifa. Tunafanya kazi, lakini tupate takwimu aa, na uandaji wa taarifa tukiamini kwamba taarifa ndio inatuongoza kutuonyesha wapi kuna mapungufu na wapi tuelekee. Kwa hiyo bila kuwa na maneno mengi, tunashukuru tumepata heavy duty photocopy machine ambayo wanasema ni 3 in 1, ina scan, inatoa copy na kuprint, lakini pia tumepata kompyuta moja ofisi ya RTO, na kila DTO atakuwa na kompyuta. Tunasisitiza, na mlezi wetu ambaye ni Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya amesisitiza kutunza na tutumie vizuri vifaa. Nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.